Machi 8 ya kila mwaka ni siku ya Kimataifa ya Wanawake, ambapo mwaka huu siku hii imeadhimishwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abedaman Karume uliopo jijini Arusha. Maadhimisho haya yalitanguliwa na maandamano yaliyofanywa na wanawake kutoka wizara, taasisi na vikundi mbalimbali. Mgeni rasmi katika maadhimisho haya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambapo katika hotuba yake ameeleza mafanikio mbalimbali ambayo Tanzania imepata hadi sasa katika utekelezaji wa maendeleo endelevu. Tukitimiza miaka kumi ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka mitano ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Mpango ule malengo una malengo kumi na saba. Sasa nakwenda moja baada ya moja. Lengo la kumi na sita, na hili lengo linazungumzia mambo ya uh, usalama na utulivu, haki na kuwa na taasisi madhubuti za utoaji wa haki. Lengo hili Tanzania tumelifanyia kazi vizuri. Usalama na utulivu ndiyo mila yetu, ndiyo jadi yetu, hiyo haiulizwi, na tumeendelea kuiweka nchi yetu katika hali hiyo, lakini suala la upatikanaji wa haki na kuwa na taasisi madhubuti za utoaji wa haki, hili tumelifanyia kazi, na hasa baada ya kuunda Tume ya Haki Jinai ambayo imeleta mapendekezo. Mapendekezo yanaendelea kutekelezwa na sasa kwa kiasi kikubwa utoaji wa haki umeimarika na haki kwa watu inapatikana. Naye Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum ameizungumzia kauli mbiu ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais, hii kauli mbiu yetu hapa imebebwa na kanda zote kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji lakini huko kwenye kanda zetu saba, kulikuwa na mada tofauti tofauti zilizogusa makundi mbalimbali mbali ya wanawake na zilizozingatia kutatua vikwazo na kuainisha fursa za kiuchumi katika maeneo yao. Kwa upande wa mheshimiwa Paul Makonda, ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha, amemuomba mheshimiwa rais kuwapatia wananchi msaada wa kisheria, kwani wananchi walio wengi hawana uwezo wa kulipia gharama za kisheria wengi hawana uwezo wa kumlipa mwanasheria, lakini pia wanadhulumiwa kwa sababu ya kutokuelewa sheria. Kesi hizi zikishirikiana kati ya serikali na ndugu zetu wa Tanganyika Law Society na ukawapa kiposho kidogo, kwa sababu wako vijana wengi waliotoka masomoni, wamesoma lakini hawana uwezo wa kuweza kugaramikia. Nina uhakika mheshimiwa rais, tutamaliza na kuondoa kabisa changamoto zote. Mtazamaji, TAKUKURU TV ilipata wasaa wa kuzungumza na naibu mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Bibi neema Mwakalele, naye alikuwa na haya ya kusema. Tumefarijika sana kuona Mheshimiwa Rais akiongelea jinsi ambavyo nchi yetu imepiga hatua katika uh, kufikia malengo ya maendeleo endelevu na sisi kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa uh, tunatekeleza lengo la 16 ambalo ambayo linaongelea amani, haki na taasisi imara. Kama uh, unavyofahamu, uh, mapambano dhidi ya rushwa yanalenga kuimarisha utawala bora, na tumeona nchi yetu ikipiga hatua katika hilo hususan kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Tumeona taasisi hii ikijengewa uwezo, uh, kwa kuongezewa watumishi, lakini pia watumishi waliopo kupatiwa mafunzo. E, na hii imewezesha taasisi yetu kuweza kutekeleza majukumu yake e, kwa umahiri zaidi, sio tu katika ngazi za a, wilaya, lakini sasa kupitia programu yetu ya TAKUKURU rafiki tunafika ngazi ya kata na tunaongea na wananchi e, tukiwahamasisha kuibua zile kero ambazo zikiachwa bila kushughulikiwa zinaweza zikaibua a, a, vitendo vya rushwa kutokea lakini pia tumeona taasisi yetu ikiimarika iki kwa maana ya nafasi ya wanawake katika kushiriki mapambano dhidi ya rushwa. Taasisi imeendelea kuajiri wanawake e, lakini pia imeendelea, ah, kuwapa wanawake nafasi za uongozi. Kwao tunaona uwiano wa wanawake viongozi ukiongezeka ndani ya taasisi, si kwamba tu tuna naibu mkurugenzi mkuu, lakini tuna wakurugenzi ambao ni nusu kwa nusu, uh, ikilinganishwa na wanaume, na idadi kubwa ya viongozi katika ngazi eh, za mikoa na wilaya. Kwa hiyo, uh, haya yote tunachukulia kama ni sehemu ya jitihada za serikali kuimarisha taasisi ya kuzuia na kupamba na kupambana na rushwa, ambayo si tu kwamba ni chombo cha uh, usalama, lakini pia ni chombo cha haki jinai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 Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante.